Majira ni saa kumi na mbili saa za Afrika ya Kati ikiwa moja majira Afrika Mashariki ni Baraka One TV, bara e, muda ambao unakwenda kusikiliza mitazamo mbalimbali ya wananchi e, ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu ni ku like, pia na ku subscribe Baraka One TV. Usikose pia ku share na ku comment. Ukifanya hivyo utakuwa mtu wa kwanza kupata hizi data e, kila wakati. So ndio prabada kuendelea na kama ujiungana na operation hii tafadhali, tumia namba zetu ambazo hapo kwa screen yako, ili uweze kuwasiliana na Baraka One TV, na moja kwa moja tuanze kuwasikiliza wananchi wanasemaje kutokana na yote ambayo wameweza kusikiliza kupitia Baraka One TV. mambo vipi? habari nyingine? Siku niko na kufuata tu, niko na kufuata, kufuata partie ya Goma, tuko nasikiliza jisi munaongea. sasa si tunasema apa Goma hatutapataka liberation mjomba mini konona bakina makanaki bakina yakotumba wao biko tunapigania udongo wao afizi baraka, lakini sisi wenye tuko apa Goma, Bukavu, hatutapata ugombolevu. si tulimusikia General Katembo alisema siku nyingine mutakamata Bukavu na ndio siku nabo wanakamata Goma. Hivi ni juha mujwe sufransi nye Goma batuweko nayo kaka

Kabila ko nasema atafika Goma na nafika Goma, nanga akisema taenda Bukavu na nafika Bukavu. Lakini epi Felix alitu alitupromisi batakia kutulibere eh, alitupromise am kona do like that. I will do like that. But from now is nothing. People they going to suffer for everything for every day. They killing people. They just

bile biote felisi haone lakini tuko nyanyasi watu kabila e kwa pagoma kama basi bale wenye wanaona habata juu banaacha hmm. Kwanza vita Bukavu banenda pigana tena Fizi, muko nasema tu Bakasai Bangala njo biko na tribalisme na nyiba Bembe muko na tribalisme juu, depuis tulianza hii vita hatuyaona mwenye nakia gomboa Bukavu, hatuyaona mwenye nakia gomboa Goma, muko napigania tu upande wa Fizi Baraka juu ni upande wenu. Lakini kitu kingine mi ntasema, kama Goma haina kimya, kama Uvira haina kimya, kama Bukavu haina kimya, je, nini Baraka itakuwa na nini na furaha? sini yote ni kivi

Bana, na, kwa hili tangazo lene unatuma hapa, na kuhusu au wabwana kisi vene wanaingiza wakimbizi kutoka Rwanda. Mbona zarau inaendelea sana hivo kuhusu M23? Mm-hmm. Ina zarau kabisa Umoja wa Mataifa aje kabisa kuingiza wakimbizi bila maongezi na Umoja wa Mataifa. Mm-hmm. Mwamwoni kama hivi kabisa nchi inatuenda kabisa, wanaanza kufanya majukumu ya, ya wenyewe bila ku, kuongea kwanza na umoja wa mataifa nchi baada ya nyingine, na umoja wa na mataifa pale katikati inakuwa ni makubaliano ya, ya vitengo vitatu ama viine mm? watu wa umoja wa nani wa umoja wa, wa, wa afya watakuwa pale iwe mm? ni siara inapaswa iwe pale sasa Inakuwaje wenyewe wachukulie tu yao majukumu ya na kujamulia bila hivyo vitengo kuwa pali? Kwa hiyo hmm, wenye pali vile washajisikia nyingine nchi sasa, pamoja na Rwanda, kwa nini wanashindwa kushirikisha kushirikisha nani, umoja wa mataifa? Kwa hiyo, hiyo ni kama vile kaoneo na dharau langu la kutoa mawazo ninyi watangazaji wenye wako pale Uvira gisi feni mko na shida, munalalamika kuhusu hilo jambo. Kwa nini msiende ambia guverneri, acha kuwa pale, angalie gisi feni, natandika email ya Kinshasa, Kinshasa itoe malalamiko kwa Umoja wa Mataifa jua ya hiyo hali yenye panaingiza kwa kimbizi bila makubaliano ya Kongo na Rwanda, iwe wengine mashtaka ya kumshtaki Rwanda eh, tashinda tu na lalamika, lalamika na wakati guverneur iko pale mkosi kwenda pale pale kwene uko guverneur. Mue watangazaji wa Uvira, mwende mwambia hiyo habari, andike nani, guverneur andike eh, serikali ya Kinshasa email kuhusu hiyo tatizo mm? mwisha kuwa na mtu mkubwa pale Uvira, nendeni mumwambie hiyo hiyo ripoti. Ndo langu ndo maoni yangu, hayo jambo journalist akujabu Uh, mi niko nakufuata katika taarifa yako ya habari hii ya saa sita, ko vale varefisa wanasema na wako naletwa, bakikuwa ni Wakongomani tutawatambua, se wakaji vamwile fasi ni wanawaletea, tutatambuana. Ni sherti saa walikimbiaka ni eh, ni sherti waliachaka na wajirani, na wale wale wajirani vale no watasema fulani alikuya, fulani alikuya, tutawayua lakini kisimu niko naona ile ni bongo yavo, bali ni basoda kabisa ba M23 bale na wale basoda ya Rwanda ndio wakuletwa, ndio kuleta nguvu kufikiria sisi basha kama hata ile Bukavu na Goma ndio basi, basi toke pale, na ndio maana uko naona ile manguvu iko na tualetwa sana wakimbizi. Ni wakimbizi ile ni bongo, ni basoda tujua kutia defense pale pabo yenye vaisha kamata nisiseme vavo pale valisha kamata basitoke. Na kisha nikasikia tena habari ya mheshimiwa Kosta Mtamba mwile tabia ya Kosta Mtamba gisi minilikaka nafikiria, na kisha nilikuwa nasikia kutaarifa ya habari, mimi niliona tu ni vya bongo jua nini una mesali mwe nasema mtu wa makali anyambiaki munjia sababu saabu sasa tanyamba munjia watu wakiona ana eh moto fulani, na nyamba hapo, ikuasara kuuana. N ile makali yote ilikuwa hiyaku na ya ostamtamba yakuwa yakufunga bantu juu ya maprobleme fulani. Leo nayeyangukimutusha kusema aliba bongo, hili ni bongo kabisa. Inaonekana kweli ni bale balebale bandu wenyeko natumika nabo mu gouvernement moya ndio wale njo baleemtaka bamukwalisha ile shisaki juu na naye angukie mu mikono inye shiyo salama, bamuode hata Felisi Kisekedi ya muone kama si mtu muntu wa sawa hmm. si mtu wa sawa Kumbe ni nibo sasa, na yeye afungule macho aanze kukamata tu tubale bakubwa balebekwa mwele tabia, aanze kubafungulia madosi sasa, tuone kwenye batafikia likuwa nayo ni machache kaka mtangazaji. Aa, watu tulishawasoma sana, tulishawajua na tulishawatambua. Maana yake wako wanaleta buma umadesizio wawo wanajipangia o wa wenyewe yaani wanajipangia kama eo sasa, njo wanakuwa wenye nchi. Desordre zote wako nazo, wanakuwa wanazileta ndani ya Kongo. Walijikamatisha wakimbizi wa Wanyarwanda hasa njo wakimbizi, wakawapeleka Rwanda hasa, wanaenda kusanya tena Wanyarwanda tena wanawakusanya wengine aseni wakimbizi walitoka ka Kongo, wanawaleta wanawaleta Mkongo. Chenye kinapo tushangaza eo, njoo walituma tunakimbia, ile miaka yenye ilipita, tulikimbilia mainchi zingine za Burundi, Matanzania, Kenya, kule Nairobi huko wenye waliendaka walienda kama Mozambiki, wengine wakaenda Zambia, wengine Zimbabwe, wengine South Africa, mainchi zingine. Hakuna mkimbizi alitoka kasia akimbilie Rwanda, inchi yenye iko iko na enda na wapiga, unaweza kimbilia iko tena ile inchi njoo kuna toka wenye wako wanawapiga hao? Watu walishajitafutia mamotife ya kufanya lakini wapi hawataweza tu mwisho wao watashindwa, na vile walisema wakongomani ni viwelewele. Wako wanatukana Wakongomani ase ni viwelewele, kwa kuona wako wanaingia muinchi ovyo, wanajifanyizia madesizio zao zenye wanataka, hiyo kutoa watu maparsela zao, kunyanganya watu maparsela zao, wanapatia watu wengine. Hiyo nasema nini, make wanaona kama njo mwisho wa maisha hapo walisema, hawataenda hawataenda. Tutaona, tutaona tu vile walisema hawataenda ka fasi jambo tu vile walisema hawataenda ka fasi jambo. Journalist Rajabu, habari ya mchana, munashinda bie? Sisi tuko bio. Ah, kungambu nafata emisio yako ya saa ya duzere ya simalize, atajua ya asira uchungu sana mm. Tunaona bale banyarwanda venye vanakuya sekama swandi za ba refugee kongolewa kutoka Rwanda vandugu jo mambo gani ile yenye iko nafanyika mwa inchi? Sasa mimi naongea ka o oh, mie mimi naongea ka vitu vya mingi vraiment mm? Felix hivi eh. bia kwa kutu distraire na baba Amerika hatune kwenye vina tuwe mtu anakuwa na kucheza kope na iko na pigano tu Putine wa wari, president wa rishi Putine akuachaka vita juu aende kuenda kwa negociation na Zelensky Hakufanya ka vile Putin Erisi na Ukraine bako bako banapigana, na bako nenda kuma negotiation maybe kuacha vita, kuacha populasio bazalendo baraia bo peke njo bashindwe, bako na teseka hivi ku inchi, na iko na tosha dollar kwa mwezi anapokeza, wale ba ba swandi za ba soda wale ba skuti baki ba FARDC, muzalendo apate chochote. Mambo kabisa, mambo ya, ya huzuni sana yenye kupitikana havieleweki vitu vinapitikana hapa kabisa hmm. Aa, kwa ukweli Felix, ma, madaraka na mushinda hmm. Kwa hii kama ni seta anafanya kwa pouvoir, atuone chochote pale ma promesses ziko no realize, angepashwa angepanya fanya na prepare Jean Pierre Bemba kama te pouvoir kwa msaba tumike na mkosta mutamba baza kwa baka tumika mzuri juu hivi kabisa sabotage Kongo Katusabote hivi kweli kweli Mkongomani na nafasi kwa kusemea mudunia inchi sawa teritoria ya Shabunda Rwanda jo, Rwanda jo tuambie ina inakamata Kongo hivi, hivi mambo haiwezekane, mambo haiwezekane kabisa. Eh, kama Felix alikamata inchi kumakoro aiache mtu mwenye hana koro na mutu ni peke yake endeleshe ya maprocesse kwa bishanzi chuma tauza kupigana na mm, kwa ile pare sama na protege kifo yake anacha batu Goma Kivu, bila basuda tango miezi munane miezi ine. Siki ya diskuru yenye ule Beatrice alifanya kweli, wakofanya ma diskuru za vile tope yaba presidenti yenye ba feble mu dunia muzima. Kwa sasa Felix atakuwa number one, atakuwa wa kwanza kabisa

wa ndugu na tumaini ujumbe wangu utawakuta kwenye hali nzuri. Kuna jambo fulani ambayo nimeona ni kwa upande wangu, nafikiri kwamba ni muhimu sana nione kutoa wazo langu leo. Kuna system mpya au taktiki mpya ambayo M23 wanatumia kwa kuinfiltre wazalendo ama kuinfiltre e, watu wenye kuwa upande wa serikali ama upande wa raia. Kuna hiyo system ya wanajeshi kujisalimisha, njo infiltration ya mupya ambayo wanatumia. Natoa mfano na kijana majuzi alijisalimisha jana anasema ni mtu wa kuwa province oriental zamani, lakini katika kuongea yake, ukimsikia vizuri, huyo kijana sio mkongomani halisi hapana, kwa sababu neno moja tu, sisi upande wetu tunaongea kifaransa. ule ambayo amekomalia Kongo ni Kifaransa, tunatumia materme ambayo wanatumia mkazi ya kijeshi upande wa Kongo ni ya Kifaransa. Soda wa FRDC hautasikia kukuambia kwamba niko platoon fulani. Ukisikia mtu anatumia neno platoon inamaana huyo ni mtu ambayo anatoka mwinchi ya Kiingereza. Sisi tunatumia ni neno peleto. Ukisikia niko peleto fulani, hapo unajua sema lakini ukiona mtu unamuuliza huko mpeleto gani, anakwambia niko mplaton fulani, ujue tayari huyo ni mtu wa Kiingereza na inchi ambayo inaongea Kiingereza ni Rwanda. Na mwandio ambao tuko nayo kwa siku hii ya leo tukutana e, mwingine tukutanane majira ya saa kumi na mbili asubuhi kwenye habari za moto e, kutokea hapa hapa Baraka One TV.